Wakazi wa vijiji vya Kabuteti na Karangi, eneo bunge la Gatundu Kaskazini, kaunti ya Kiambu, wamelalamikia hali duni ya barabara muhimu ambazo hazipitiki huku wakizitaka zikikatiza usafiri na shughuli muhimu za kiuchumi za kila siku. Naam, hali ya muundombinu katika maeneo haya imekuwa mbaya zaidi baada ya daraja kuu linalounganisha milima miwili kuporomoka miezi kadhaa iliyopita. Licha ya kazi kuripoti tukio hilo, daraja jipya bado halijajengwa, jambo linalolazimisha jamii kutegemea daraja la muda lililotengenezwa kwa mbao na vyuma. Wakazi hao wana wasiwasi kuwa huenda mvua inayoendelea ikisababisha kusombwa kwa daraja hili na kuhatarisha watoto wa shule, wakulima na wafanyabiashara wanaotegemea barabara hiyo kila siku. Sisi ni wakulima wa majani chai, maziwa, avocado, boga, everything. lakini kupeleka market is a big problem so, ni ombi langu kama inawezekana hii hii hii daraja itengenezwa vizuri na barabara vile vile. sana sana tunaharibikiwa na nasho juu kumejaa mashimo mamitaro alafu unapata kwa barabara kando hakuna uh, mitaro ya maji, so maji yote inabaki katikati, inatengeneza mashimo. Unaona hapa kwa hii bridge sasa una, inabidi uweke customer hapa apande hadi huko juu sasa, unaona sasa inaleta shida.